Upambanaji katika maisha kama usikate tamaa. Karibu kwenye video hii yenye busara na nguvu itakayokufanya usiweze kukata tamaa. Hii yote ni kutokana na maisha duni ya kifukara ambayo aliyapitia mwanasoka ambaye kwa hivi leo amekuwa ni mwanasoka maarufu sana. Lakini usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Leo nataka ni kukumbusha jambo moja muhimu sana. Maisha si rahisi kila siku, kila mmoja wetu anakutana na changamoto, misukosuko na wakati mgumu unaoweza kukufanya ujihisi umechoka na umekata tamaa. Lakini kumbuka hili, upambanaji ni silaha yako kuu, ndio msingi unaokukuza unaokujenga na utakaokutayarisha kwa ushindi mkubwa mbele yako. Kila safari kubwa imejaa milima na mabonde. Watu wengi waliotimiza malengo yao makubwa walianza wakiwa hawana kitu isipokuwa imani ndani ya mioyo yao. Waliamua kupambana licha ya kukatishwa tamaa, kudharaulika na kutengwa. Pia usiruhusu maumivu ya leo yakakunyima furaha ya kesho. Maumivu ni sehemu ya ukuaji, yatendee haki kwa kuyakubali na kujifunza ndani yake. Kila hatua ndogo ya mbele ni hatua muhimu. Usiombe safari iwe rahisi, ombe uwe na nguvu ya kuimaliza. Siku moja utatazama nyuma na kufurahia jinsi ulivyovumilia. Unapopambana, kumbuka hutakiwi kukamilika, hutakiwi kuwa bora kuliko kila mtu, lakini unapaswa kuwa tayari kuendelea, siku moja baada ya nyingine. Hapo ndipo utakapojitofautisha na wale wanaokata tamaa. Wakati mwingine utaona hakuna anayekuamini, wakati mwingine utabaki peke yako, lakini ukweli ni huu: kila mtu anayeendelea kupigana ataona mwanga mwishoni mwa giza. Jifunze kuvumilia kimya kimya na kufanikiwa kwa kishindo. Usijilinganishe na safari za wengine. Kila mmoja ana wakati wake wa kuvuna matunda ya juhudi. Usiache kujaribu. Majaribio kumi yasiyo na matokeo ni bora kuliko kuacha moja kwa moja. Ushindi wa kweli unajengwa kwa uvumilivu unaozidi kuvunja moyo. Leo chukua hatua moja ndogo, kesho chukua nyingine, na siku moja utashangaa jinsi unavyofika mbali. Mwisho wa siku, maisha si mashindano ya kasi, ni safari ya hatua ndogo zenye nidhamu ya moyo wa kutokata tamaa. Kumbuka maneno haya, usikate tamaa hata unapokuwa umechoka. Pumzika lakini usiacha kupambana. Hii ni hadithi ya kweli ya mchezaji ambaye alitoka kwenye maisha ya dhiki, lakini leo hii jina lake linang'aa duniani kote. Huyu ni Sadio Mane, mchezaji shujaa kutoka Senegali. Sadio alizaliwa kwenye kijiji masikini sana Bambali. Familia yake ha hawakuwa na televisheni wala umeme. Wakati mwingine hakupata viatu vya kuvaa. Sadio alipenda kucheza mpira, alianza kucheza mpira wa makaratasi. Aliamini siku moja ataichezea timu kubwa Ulaya. Watu wengi walimwambia haiwezekani, lakini hakukata tamaa. Alifanya mazoezi mara kwa mara, alitembea umbali mrefu sana, ili mradi tu aweze kufanya mazoezi kuweza kuonyesha kile kitu alicho nacho. Hatimaye juhudi zake fikisha kwenye klub za Ulaya, Metz, Red Bull Salzburg, South Southampton na Liverpool. Alipofika Liverpool akashinda ligi ya mabingwa Ulaya. Leo Mane ni mchezaji tajiri, anamiliki nyumba na mali kubwa, lakini bado anakumbuka alikotoka. Amejenga shule na hospitali kijijini kwake. Hadithi ya Sadio Mane inatufundisha kitu kimoja, ukipigania ndoto zako bila kukata tamaa, hakuna kitakachoshindikana. Hata ukitoka kwenye umaskini unaweza kufika mbali. Ijiwekee malengo, anza leo, kwa sababu kesho yako inaweza kuwa bora kuliko unavyodhani. Asante kwa kutazama video hii. Kama umepata kitu cha kukutia nguvu, tafadhali like video hii, subscribe na usisahau kushirikisha wengine. Maisha ni zawadi, na wewe ni shujaa wa safari yako. Niliyekuwa na lindima kwa wakati huo ni mimi Noel Lucas. Asante, mwe na nyakati njema.